Diwani wa kata ya Zuzu Mheshimiwa Janesta Project Malingo anayofuraha kubwa kuwatangazia vijana wote wa kata ya Zuzu kuhudhuria kongamano kubwa la vijana litakalofanyika katika kata yetu ya Zuzu. Kongamano litafanyika tarehe kumi na nne mwezi wa pili mwaka huu 2026 katika uwanja uliopo karibu na ofisi ya kata ya Zuzu kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa kumi kamili jioni. Hii ni fursa adhimu kwa vijana wote kushiriki, kujifunza na kuchangia mawazo yao katika mada muhimu zinazogusa maisha na mustakabali wa vijana. Mada zitakazojadiliwa ni pamoja na uzalendo, nafasi ya vijana kulinda amani ya nchi yetu, fursa za kiuchumi kwa vijana, elimu ya afya ya akili, elimu juu ya ukatili wa kijinsia, umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, athari za madawa kulevya na maadili kwa vijana. Sambamba na hayo, kutakuwa na nafasi ya kusikiliza maoni na changamoto na mapendekezo kutoka kwa vijana wenyewe. Kauli mbiu ya kongamano letu ni vijana tuyajenge Tanzania, ni yetu sote. Usikose, hii ni nafasi yako kama kijana kushiriki katika kujenga kesho iliyo bora. Karibuni sana vijana wote wazuzu, karibuni. Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, amesema kuwa hakuna mfanyabiashara atakayeruhusiwa au kuendelea na biashara ndani ya jengo la Soko la Kariakoo mpaka jengo hilo litakapolipiwa bima kwa mujibu wa taratibu na sheria za bima nchini Tanzania. Akizungumza mara baada ya hafla ya utiaji saini wa mkataba wa ushirikiano kati ya soko la masoko la Kariakoo na Shirika la Bima la Taifa NIC, Chalamila alisema hatua hiyo inalenga kulinda mali za umma na wafanyabiashara dhidi ya majanga yasiyotabirika. Watakuwa na wafanyabiashara wa namna mbalimbali, wafanyabiashara, wafanyabiashara wa nguo, wa electronics, wafanyabiashara wa biashara wa taasisi za fedha waaa kwa na biashara za matunda matunda pamoja na biashara za vyakula utakuwa tuna maofisi pamoja na biashara zingine nyingi. Tumejipanga kuhakikisha kwamba soko linakuwa la kisasa kama maelekezo ya serikali yalivyo, ikiwemo kufanya market segmentation, kwamba bidhaa fulani inapatikana eneo fulani, bidhaa fulani eneo fulani. Tumeboresha kwamba maeneo ambayo yatakuwa na bidhaa x nguo au maduka ya simu au bucha itakuwa ni sehemu ya tofauti na sehemu nyingine ambayo inauza vyakula na vitu vingine. Na mwaka huu tumesema tutaruhusu kufanya biashara yoyote mpaka jengo hilo lilipiwe bima, ili litakapopata madhara, basi bima iweze kukava kwa taratibu na kwa sheria za insurance Tanzania. Tukio la janga la ajali ya moto kama nilivyosema hapo awali liliacha huzuni, hasara kutokana na jengo la soko kutokuwa na bima hili limetufundisha sana. Kwa fundisho hili limetufanya sasa kusaini mkataba huu wa ushirikiano kati ya Shirika la Masoko la Kariakoo na Shirika la Bima ya Taifa ili kukinga mali ya umma hii, lakini na mali ambazo zitakuwemo ndani ya soko. Na tulipoteza mali zote zote zote zote, hatukubakiwa na kitu chochote. Tulianza upya. Jengo limekuwa zuri. Mfano soko dogo lilikuwa ni soko la chini, sasa hivi limekuwa ni soko la ghorofa na limekuwa ni soko kubwa. Tunakushukuru kwa hicho mama, kwa kuliweka soko katika hali ya ubora. Nani kama mama? Hakuna. Hatua ya kuweka bima kwa jengo la soko la Kariakoo inatajwa kuwa ni mwanzo wa enzi mpya ya usalama wa biashara katika moja ya masoko makubwa yenye shughuli nyingi zaidi nchini, ikiwa ni kitovu muhimu cha uchumi wa jiji la Dar es Salaam. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu. Diwani wa kata ya Zuzu Mheshimiwa Janesta Project Malingo, anayofuraha kubwa kuwatangazia vijana wote wa kata ya Zuzu kuhudhuria kongamano kubwa la vijana litakalofanyika katika kata yetu ya Zuzu. Kongamano litafanyika tarehe kumi na nne mwezi wa pili mwaka huu 2026 katika uwanja uliopo karibu na ofisi ya kata ya Zuzu kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa kumi kamili jioni. Hii ni fursa adhimu kwa vijana wote kushiriki, kujifunza na kuchangia mawazo yao katika mada muhimu zinazogusa maisha na mustakabali wa vijana. Mada zitakazojadiliwa ni pamoja na uzalendo, nafasi ya vijana kulinda amani ya nchi yetu, fursa za kiuchumi kwa vijana, elimu ya afya ya akili, elimu juu ya ukatili wa kijinsia, umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, athari za madawa kulevya na maadili kwa vijana. Sambamba na hayo, kutakuwa na nafasi ya kusikiliza maoni na changamoto na mapendekezo kutoka kwa vijana wenye nyewe. Kauli mbiu ya kongamano letu ni vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu sote. Usikose, hii ni nafasi yako kama kijana kushiriki katika kujenga kesho iliyo bora. Karibuni sana vijana wote wazuzu. Karibuni.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 kutembeza kadi nyumba kwa nyumba, watumie kadi dialect kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098, au tucheki whatsapp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja.